ti ya Bungoma mtazamaji, ambako kama unavyofahamu wakati mmoja aliibua hisia za hamaki miongoni mwa Wakenya pale wauguzi katika hospitali ya Bungoma waliponaswa katika video akimdhulumu alipokuwa akijifungua. Lakini sasa Josephine Majani ana kila sababu ya kufurahia. Shirika moja lisilo la kiserikali kwa jina la Ace Africa limempa nafasi ya kazi. Ila kinyongo alichonacho hivi sasa Josephine ni kwamba huenda mwanaye ambaye alijifungua sakafuni akawa na tatizo la mkono, kwani amegunduliwa mkono wake wa upande wa kulia unaathirika na vibakteria, yani kutokana na ubaridi. Wakati alipogonga vichwa vya habari takribani majuma matatu yaliyopita. Baada ya video ya kipekee akidhulumiwa na madaktari katika hospitali ya Bungoma alipokuwa anajifungua kuonyeshwa, Josephine Majani alikuwa amekubali kuwa huenda dunia imemsahau, lakini hivi leo katika makao yake, Josephine na mumewe Ramadan Majani walipokea wageni wasiowatarajia, wageni kutoka kwa shirika la Ace Africa linaloshughulikia afya ya jamii kwa kupeana misaada kwa watoto na akina mama waliotelekezwa.

Katika video hii ilionyesha Josephine akizabwa makofi na madaktari katika hospitali ya Bungoma wakati aliposhindwa kujistahimili na kujifungua mtoto wake sakafuni. Ndiposa shirika hili limeamua kumwajiri mama huyu ambaye ni mwalimu aliyehitimu, lakini amekosa kazi kama mkufunzi katika shule moja ya kibinafsi mjini Bungoma. Licha ya msaada huo, Josephine anasema kuwa kutokana na mazingira mabaya ambayo alijifungulia mtoto wake, daktari mmoja wa kibinafsi amegundua shida ya kushambuliwa na viini vya bakteria katika mkono wa kulia wa mtoto wake. Baada ya nilipokuwa nikimwogesha, nikaona kuna kitu kinatembea kwa mkono wa kulia, na ilinishangaza sana sababu sikujua ni nini kinachotembea na nini kinachoendelea. Nikiripotia KTN leo kutoka Bungoma, mimi ni Robert Wanyonyi.